Kwa nini watu wenye vidonda vya tumbo mara nyingi unakuta akitumia dawa dalili zinaisha, lakini akienda kupima uh, utakuta anakuambia amduda uh, anayesababisha vidonda vya tumbo H pylori bado yupo, ndio maana baadaye uh, utakuta changamoto inarudi. Sasa moja ya sababu inayosababisha changamoto changamoto hii moja kwa moja ni kwamba tunatumia dawa ya vidonda vya tumbo pia bila kutumia dawa ambayo inaweza ikaondoa asidi tumboni, kwa sababu asidi inavyozidi tumboni bado itaendelea kutengeneza mazingira ya kuwepo bakteria wabaya tumboni. Ndio maana mara nyingi dawa unayotakiwa kutumia, hiyo dawa inaweza kutibu uh, bakteria ambayo tunasema H. pylori lakini pia moja kwa moja iweze kukontrol uh, uzalishwaji wa asidi mwingi uh, uh, tumboni ili usije ukaua bakteria wazuri wote na bakiza bakteria wabaya. Ndio maana mara nyingi ukitumia stomach acids kama hii, bado huwa tunakuja kushauri kutumia uh, na dawa nyingine ya stomach acid, ikiwepo dawa ya kuimarisha mfumo wa mengenyaji wa chakula ambayo tunasema digestive care. Kama